Waimani, mwamini Mungu atafanya. Mungu wetu ni mkuu. Hata kama mtoto wako anaanguka kila itwapo leo, kiri maandiko matakatifu yanasema, mwenye haki huanguka mara saba akainuka tena. Kwa hiyo mwambie Mungu, hata kama mtoto wangu ameanguka leo, ninajua kesho anainuka. Amina. Mtoto wangu hata anguka, akashindwa kuinuka. Amina. Mtoto wako anafeli darasani, mwite Mungu. Mungu amesema wewe mkiri Mungu tu kwa imani, amesema atatufanya vichwa na wala si mkia. Mungu amesema na watoto wenu wote watafundishwa na nani? Na Bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Mwambie Mungu, ninajua hata sasa unaweza kuwafundisha hawa watoto wangu hata sasa, watoto wangu wanabidii. Amina. Unapotamka neno ambalo linaenda kinyume na ukiri wa imani shetani analidaka, alafu analitumia kuendelea kumkandamiza mtoto. Amina. Kwa hiyo tumia ukiri wa imani, ukimwamini kwamba Mungu anaweza hata sasa, yeye ni Ebeneza. Amina. Hatua nyingine ya kumwagilia maji madhabahu ya mtoto wako ni utumishi. Amina. Inatupasa tuende mbali zaidi, tujiongeze. Tafuta cha kufanya nyumbani mwa Bwana, tafuta cha kufanya kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, kwa ajili ya huyo mtoto wako. Amina. Maandiko yanatuambia Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, Alikuwa anatumika kwa Mungu, alikuwa anasaidia yatima na wajane. Hata alipopata anguko, alienda mbele za Mungu, akalia, akamsii Mungu amkumbuke kwa ajili ya ule utumishi aliyokuwa anaufanya. Amina. Kwa hiyo, tumika nyumbani mwa Bwana, tafuta cha kufanya nyumbani mwa Bwana, hata kama watu wanasema kumtumikia Mungu hakuna faida, maandiko yanasema katika Malaki 3:13 mpaka 18, maandiko yanasema, nyinyi mnasema kumtumikia Mungu hakuna faida, kwamba wasiomcha Mungu ndio wanaoinuliwa. Lakini Mungu anasema mwisho wa siku, wewe endelea kutumika nyumbani mwa Bwana, wewe endelea kumuinua Mungu. Atakaposhuka atakufungulia vifungo, atawarejesha watu wako, Bwana atawaachilia Anasema ndipo mtakapopambanua kati ya anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia Mungu. Amina, tumika nyumbani mwa Bwana, tafuta cha kufanya cha zaidi nyumbani mwa Bwana. Usijenge madhabahu ya mtoto wako alafu ukalala usingizi. Usipotumika nyumbani mwa Bwana, utapishana na majibu yako. Wewe tumika, lile jibu unalomlilia Mungu kwa habari ya mtoto wako likukute ukiwa unamtumikia Mungu, likukute ukiwa unatumika. Amina. Hatua nyingine ya kumwagilia maji madhabahu ya mtoto wako ni ishara za kiroho. Ishara za kiroho ni maji. Mwagilia maombi yako kwa ishara za kiroho. Unamuita mtoto wako, unampeleka una mtoto wako mbele za Mungu, unataka Mungu akutane naye, unalia, unamsi Mungu. Mungu anashuka anasema nawe katika ndoto, katika maono, usiku umelala, yale yani maono Mungu anayokupa, hizo ndizo ishara za kiroho amina. Unatakiwa ujue Mungu amesema na mimi kwa njia hii. Kwa hiyo fanya kile alichokuagiza Mungu, usitulie, usikae kimya. Mungu anapokuletea kitu, anapokuletea jambo, anapokuambia tumika, kwa njia ile anapokwambia fanya hiki, hiyo ni ishara za kiroho amina. Tutaenda kusoma neno la Mungu lililotoka katika kitabu cha Isaya Isaya 42 mstari ule wa kumi na nane. Isaya sura ya 42, Isaya sura ile ya 42, Isaya 42 mstari wa kumi na nane hadi wa ishirini. Maandiko matakatifu yanasema, sikilizeni enyi viziwi. Amina, anasema sikilizeni enyi viziwi, tazameni enyi vipofu mpate kuona. Ni nani aliye kipofu ila masii wangu, au aliye kiziwi kama mjumbe wangu? Ni kama mjumbe wangu ni mtumae ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Ma Naam. kipofu kama kipofu kama mtumishi wa Bwana, unaona mambo mengi lakini huyatili, huyati moyoni, masikio yako ya wazi lakini husikii. Amina, maandiko yanasema, unapoletewa ishara za kiroho, unaona lakini utendei kazi, unaambiwa wewe ni kipofu unasikia lakini uchukui hatua, wewe ni kiziwi. Amina, Mungu anasema, anapotuletea ishara za kiroho tunatakiwa tu ende mbele zaidi kwa ajili ya kumtumikia huyu Mungu kwa kile alichotuonyesha. Amina, ishara za kiroho zinakuja kwa ajili ya kutatua shida zetu, kwa ajili ya kutatua changamoto ile uliyoipeleka mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anasema analituma neno lake, linatuponya na kututoa katika nini, maangamizi. Kwa hiyo unaposikia ishara za kiroho unapoona ishara za kiroho usikae kimya ukahisi ni mawazo yako. Hapana, huyo ni Mungu anasema nawe wewe. Kwa hiyo unapoenda katika utumishi, unapoenda katika ishara za kiroho, muamini Mungu. Amina, mungu wetu anatosha, mungu wetu anaweza. Nakumbuka kuna siku binti yangu alikuwa mwaka jana alipoingia form 6, binti alipofika tu form 6 akaanza kufeli nikampeleka kwa mchungaji maenge nikamwambia mchungaji mwanangu huyu anafeli ana mchungaji akamwombea mchungaji akamshauri baadaye binti akarudi shuleni nikasema sasa ninaenda mbele zaidi nikamwambia mungu wa mbinguni nitakutumikia wiki hii wiki nzima nikawa nasafisha kanisa wiki nzima nakumbuka siku moja niko nafagia nafagiama madhabahu nikamaliza. Nilipomaliza kufagia madhabahu, nikarudi madhabahuni, nikamwambia Mungu naondoka, lakini umesema nikukumbushe, umesema tuojiane, umesema nieleze haja ya moyo wangu, nipate kupewa haki yangu. Nikamwambia Mungu, angalia, physics ni wewe uliyeruhusu mtoto huyu asome PCB. Mungu, physics inamsumbua mtoto. Nikiwa madhabahuni huku na msi Mungu, ghafla nikajikuta kama nimefunikwa, yaani nikatekwa pale nilipokuwa, akati naendelea msi Mungu, nikasikia naambiwa mimi Mungu ni physics, huyo mtoto hatashindwa physics. Nikamwambia Mungu nakushukuru kwa kuwa wewe ni physics. Nikamwambia Mungu angalia kemia, mtoto huyu kemia itamrudisha nyumbani. Mungu, mtetee kwenye hili somo la kemia. Nikasikia tena naambiwa, mimi Mungu ni kemia. Niligeuza mani. Angalia hili somo la biology huyu yeje kwenye hii biology biology simrudishe mtoto wangu nyumbani. Nikasikia tena naambiwa, mimi Yesu ni biology, nimezaliwa bila baba. Yani aliposema hivyo, nikarudishwa pale madhabauni nikamsifu Mungu, machozi yalitoka, nikamwambia Mungu, ninajua wewe ulizaliwa bila baba, ninajua wewe uligeuza maji, ninajua ulitembea juu ya maji, lakini sikuwa najua kama wewe ni PCB. Ndipo nilipomshukuru Mungu. Baada ya siku mbili nikaenda shuleni kwa binti yangu, nikamwambia binti yangu, soma kwa bidii, Yesu amenitokea amesema yeye ni PCB. Kwa hiyo kazana, piga hatua mbele, Mungu atakutetea. Amina, namshukuru Mungu wa mbinguni. Mungu akamtetea mtoto wangu kuanzia siku ile, akafanya vizuri na hata juzi amemaliza kidato cha sita. Amina. Ndipo ni baada ya wakati naendelea kuomba nikaona ishara za kiroho, nikasema sitanyamaza. Nikakimbia kwa mchungaji Maenge, nikamwambia baba, nimekuja nimeona hiki na hiki, kwa hiyo nimekuja kama nilivyoelekezwa. Nakumbuka mchungaji Maenge, namwambia kwa habari ya mtoto na ishara za kiroho, lakini mchungaji Maembe akawa, mchungaji Maenge akawa anaomba kwa ajili ya mume wangu. Amina, akamwombea mume wangu, alipomaliza kuomba nikarudi nyumbani. Baada ya wiki mbili, kuna jambo li ilikuwa gumu kwa mume wangu, nikafunguka kirahisi. Nikarudi kwa mchungaji nikaambia, baba Mungu amefanya moja mbili tatu. Amina. Kwa hiyo tunapotumika mbele za Bwana kuna faida. Unapo pata ishara za kiroho usitulie. Ile ishara ya kiroho unaweza ukaona ni hivi, lakini kumbe Mungu ana mlango mwingine. Mimi niliona ni kwa mtoto, kumbe Mungu alikuwa anataka mlango ufunguke kwa mume. Amina, huyo ndiye Mungu anayetupenda. Amina. Basi watumishi wa Mungu, hii ni wiki la watoto. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumekuwa na watoto wetu mahali hapa kwa wiki nzima. Watoto wamekuwa wakilala mahali hapa wiki nzima, watoto wanalala kule. Wanawake wa Mungu, tulikuwa tunalala majumbani mwetu. Leo tunaenda kuwaombea hawa watoto wetu, tunaenda kusimama. Kuna wakati mwingine tunatakiwa tufanye jambo gumu kama Rebeka Rebeka anaambiwa, mtoto huyu atammiliki mdogo, atammiliki mkubwa. Rebeka, wakati wa kumiliki umefika. Rebeka anamwambia mwanaye wa kiume Yakobo, nenda kaniletee mwanambuzi, baba yako anataka kumbariki kaka yako, lakini kalete ufanye nitengeneze chakula ni pele, upeleke kwa baba ili ubarikiwe, amina. Rebeka anapomwambia mtoto yule Yakobo, anamwambia mama, mimi ni mtu laini amina kaka yangu vinyoleo anavinyolewa ana malaika baba atanipapasa ionekane ni, atanipapasa ajue mimi si is, Esau. mama yake anamwambia mwanangu sikiliza ninachokuambia kaniletee mwanambuzi maana mtoto wake alimwambia nitajiletea laana laana na si baraka Rebeka anamwambia acha laana, iwe juu yangu wewe uteke baraka amina. kina kinamama jioni ya leo lazima tufanye kitu kwa ajili ya watoto wetu, lazima tuende hatua nyingine, tunapojenga madhabahu ya mtoto wetu. Amina. Watoto walikuwa wanalala kule usiku kucha. Kuna wakati namwona mchungaji, mtumishi wa Mungu ima, anapita kuwafunika watoto, wazazi tumelala nyumbani. Namwona mchungaji mwingine, mtumishi wa Mungu, anapita kuwapaka watoto dawa ya mbu, wazazi tumelala ndani ya neti Tukiyefika mbinguni ukikutana na Sauli, Sauli atakucheka. Sauli ni mfalme, lakini akainuliwa Daudi. Sauli akasema, huyu Daudi aliyoinuka anachukua ufalme, na mimi nina mtoto Yonathani, ninataka awe mfalme. Amina. Sauli hakulala, Sauli alimkimbiza Daudi mapangoni, maporini, anamuinda Lengo ni nini? Anamjengea mtoto wake neema ya kuja kuwa mfalme. Anapoondoka yeye, anataka kumjengea mtoto wake madhabahu ya kuwa mfalme. Amina. Lakini leo sisi tunalala usingizi, tunawaacha watoto, hatuwainui, hatuwasogezi mbele za Mungu. Mungu anasema jioni ya leo yatupasa kugeuka, kina mama kugeuka, kina baba, tufanye jambo lingine la zaidi kwa ajili ya kuwajengea watoto wetu ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, kama nilivyosoma huku nyuma kwamba Yotham akawa na nguvu kwa sababu alizitengeneza njia zake mbele za Bwana. Amina, tutaenda kuomba katika maombi haya, tutaenda kuwaombea watoto wetu, tutaenda kuomba kwa habari tutaenda kuomba kwa habari ya hatima za watoto wetu. Tunataka watoto wetu wawe na hatima nzuri tunataka watoto wetu wafike mbali. Ukimsoma Ayubu Hakuna mahali ambapo shetani alivyokuwa anajibizana na Ayubu, shetani hakumwambia Ayubu nimewaweza watoto wako kwenye elimu wala kwenye afya wala kwenye uchumi wala kwenye ndoa. Alimwambia umemzingira Ayubu kwa ukingo pande zote. Alikuja akapiga ndoa za watoto wa Ayubu akashindwa, akapiga watoto wa Ayubu akashindwa, akapiga elimu akashindwa, akapiga uchumi akashindwa. Akatambua hawa wamezingirwa kwa ukingo pande zote, kwa tutaenda kuomba hatima za watoto watoto wetu. Tunataka hao watoto wawe nani? Tunataka watoto wafike mbali, Mungu aende akawafungulie. Kama kuna mpaka umewekwa kwenye elimu huo mpaka utoke, amina, ili watoto wetu wawe salama. Tutaombea hatima zao za kiroho. Unataka u mtoto wako kiroho aweje? Unataka mtoto wako huyu kiroho adidimie au apande? Tutaenda kumsihi Baba wa mbinguni kwa ajili ya hatima ya kiroho ya watoto wetu, kwa ajili ya hatima ya elimu ya watoto wetu, kwa ajili ya hatima ya uchumi wa watoto wetu. Watakapofika wakati wa kumiliki na kutawala, wasiwe mzigo makazini, wasipate pesa wakaziweka katika mfuko uliotoboka. Amina, watoto wetu wamjue Mungu. Tutakapoombea uchumi wao, uchumi wa watoto wetu usiwatoe watoto wetu madhabahuni usivunje madhabahu tulioijenga juu ya watoto wetu. Tutaenda kuombea hatima za hawa watoto za ndoa, watakapofikia umri wa kupata wenzi, Mungu awakutanishe wa na wenzi sahihi, wasije wakakutana na Delila, mwanamke anayetaka kitu, alafu anamwangamiza mtoto wako. Amina, wasikutane na Sulemani, mwanaume anayependa wanawake wengi, wakaja akageuzwa moyo mtoto wetu. Amina, tutaenda kuomba hapa tutaenda kumsi Baba wa mbinguni, tutaenda kulia kwa habari ya Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni alete mabadiliko na mageuzi kwa mtoto wetu. Baba wa mbinguni alete badiliko na mageuzi kwa mtoto wetu. Tutaenda kuimba wimbo wa tenzi binti yangu njoo, tuimbie ile tenzi. Tutakapo kuwa tunaimba hii tenzi, nitaomba watoto wapite mbele. Mzazi, kumbatia mtoto ukiweza. Mmoja beba, ukiweza wawili beba, ukiweza watatu beba. Lia na huyo mtoto, lia na huyo mtoto. Nitaomba apande binti tu, nyinyi mtaombewa. Amina. Tutaenda kuimba hii tenzi. Mungu akutane watoto wetu, Mungu asaidie watoto wetu katika hatima zao, Mungu awakumbuke. Tenzi ya sitini na saba Bwana uliyewaita Bwana uliye waita wa. takasifu wako

ombea watoto, kina mama, kina baba, kumbatia watoto. Tutaomba toba na rehema kwa ajili ya watoto wetu, kisha tutaenda kuombea hatima za watoto hawa. Mwombee mtoto kwa mzigo. Mungu wetu na baba yetu, mfalme wa amani, hayatakuwa ya bure haya maneno yako tuliyoyaleta mbele ya madhabahu yako jioni ya leo. Mungu, tunawaombea watoto wetu, tunawasogeza mbele ya madhabahu yako. Unawajua watoto hawa Bwana, tunaomba huruma yako na rehema yako. Yamkini watoto wetu wamekosana na wewe Mungu, maandiko yanasema, tunaona mengi hatuyatendei kazi. Yamkini wazazi, kuna mambo mabaya tunayaona kwa watoto wetu lakini tunafumba macho. Mungu awatokee wa watoto wetu jioni ya leo. Mungu awahurumia watoto wetu jioni ya leo. Mungu awasamee wa watoto wetu ya leo. Mungu wa mbinguni, wewe ndiye Mungu unayeponya, wewe ndiye Mungu unayeokoa. Okoa kizazi hiki Bwana, ponya kizazi hiki Bwana, kwa utukufu wa jina lako Yesu, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Tunawasogeza mbele ya madhabahu yako, tunaombea hatima zao Bwana, hatima zao za kiroho. Watoto wetu wakujue, watoto wetu wapende maonyo, watoto wetu wanapoonywa waonyeke, Bwana. Watoto wetu walijue neno lako, watoto wetu watetemeke wanapolisikia neno lako Bwana. Watoto wetu Mungu, wasiwe kama watoto wa Eli. Eli alifaidi kumlea mtumishi wako Mungu, lakini watoto wake walimshinda. Baba, tunaomba watoto hawa Mungu, uweke mbegu njema ndani yao, weka mbegu ya utumii ndani yao weka mbegu ya utumishi ndani yao, weka roho ya kukupenda wewe, weka roho ya kulicha jina lako. Madhabau ya watoto wetu iwake moto usiku, iwake moto asubuhi, iwake moto jioni, iwake moto mchana na wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba kama wewe. Tunaliinua jina lako, tunalitukuza jina lako Baba. Angalia hatima ya elimu ya watoto wetu, Baba. Umesema na watoto wako watafundishwa nabwana, na bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Baba, fundisha watoto wetu kwa habari ya masomo yao. Mungu wafundishe, ni wewe uliyesema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea nitakushauri huku jicho langu likikutazama. Mungu washauri watoto wetu Mungu, wafundishe watoto wetu Mungu, watazame watoto wetu. Tunawasogeza kwa mzigo mbele ya madhabahu yako Baba. Tunaombea hatima ya kifedha ya watoto wetu hawa, Mungu wape elimu ya fedha, wajue jinsi ya kutumia fedha. Fedha isiwatoe watoto wetu madhabahuni pako, Mungu watoke watakapopata kazi, wakiwa wafanya biashara, umesema wewe ni Mungu utufundishae, ili tupate faida. Wafundishe watoto wetu watakapokuwa wafanya biashara, mbinu za kuwekeza, ili watoto wetu Bwana uchumi wao ukue kwa utukufu wako, mwaminifu Baba wa rehema Mungu mwenye enzi, Mungu tupendae, Mungu kimbilio letu, Mungu uzima wetu, Mungu amani yetu, Mungu ushindi wetu ni wewe. Mungu aliyesema ndoa na iheshimiwe na, na watu wote na malazi yawe safi. Mungu angalia hatima ya watoto hawa ya ndoa, ndoa yao ikawe malazi yao yakawe safi, ukawakutanishe na watu sahihi, majira ya kujiliwa kwao kupata wenzi yafunguke kama yalivyomfungukia Rebeka. Rebeka alikuwa akiteka maji, hakujua ni nini kinatokea, kumbe ni majira ya kujiliwa kwake. Baba angalia, Yesu angalia, Ebeneza angalia, Adonai angalia watoto hawa Bwana, wamekupenda wewe. Umesema katika Zaburi ya tisini na mbili kwa kuwa umekaza kunipenda, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Baba, watoto hawa wamekaza kukupenda, wiki nzima Baba wamelala nyumbani mwako wakiutafuta uso wako, wanaamka saa kumi alfajiri kuutafuta uso wamekaza kukupenda. Mungu waokoe katika majira na nyakati. Mungu watetee wategulie mitego iliyotegwa kwenye elimu yao. Hata kama adui ameweka mpaka kwamba watoto wetu watafika hapa, lakini hawatavuka, kwa msaada wa Bwana watoto hawa watavuka. Watavuka kila kizuizi, watavuka kila kiambaza, kwa utukufu wa Bwana, kwa utukufu wa Bwana watoto wetu watamtumikia Mungu, watamtumikia ya Mungu tunasimama kama Yoshua. Yoshua anasema chagueni hivi leo Mungu, mtakayemtumikia bali mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mungu, tupe neema tukutumikie, na watoto wetu na mali zetu na vitu vyote ulivyotupa kwa utukufu wako. Tunaliinua jina lako Yesu, tunalitukuza jina lako Yesu, tunalibariki jina lako Mungu. umesema tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Mungu, tumewaleta warithi watakaorithi mbingu na nchi, tupe neema ya kuwafikisha Kanani wakarithi nchi ya ahadi. Mungu, hawa ni thawabu yetu, lakini ni warithi wako Bwana. Watetee Beneza, watetee Adonai wateteli gibo kwa utukufu wako, kwa utukufu wako. Asante mwaminifu, asante Baba wa rehema, asante jemadari wa vita, asante shujawa. Asante, Asante Bwana Yesu, asante Mungu uliomwema. Asante, asante, asante Jehova, asante mwaminifu, Baba tumeuona upendo wako. Asante Bwana Yesu, umetulisha sante Bwana Yesu, tumeshiba mbele ya madhabahu yako, tumekula na Bwana. Sante Bwana kwa chakula ulichotuandalia siku ya leo. Tunakushukuru Jehova, sante mwaminifu, sante Mungu ulio mwema, sante Bwana Mungu wetu, tuna kuinua Jehova. Ni nani kama wewe? Hatuna mwingine Baba, tunakutegemea wewe, tuna kutumainia wewe Bwana, kwa ajili ya watoto wetu. Sante Bwana kwa maana utakwenda kutusaidia ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, Amen.